Halohalo, halo. Leo nina habari mpya na jambo nzuri, ningependa nisikizie vizuri. Kila wakati katika hii maisha tunavyokaa, Mungu ana mipango na kusudi la kila mtu. Pengine saa hizo wajona uko chini, mambo ni magumu, wajaribu hilo, wajaribu lile, huoni kukiwa na nia ya kufaulu. Usikate tamaa ndugu ama dada Mungu walali, Mungu asizii wa na Mungu yasikiza maombi yako kila kuchao. Leo nisikize kwa makini, wakati Mungu ataanza kukujalia hmm. Nisikize vizuri, wakati Mungu ataanza kukujalia amweza kukubariki yani, kaka, ndugu, mama, baba, msichana Yani ukianza kupata vipeni, umeanza kupata pesa. Yani usipate pesa kisha ukimbilie mambo yenye haitakusaidia kupata pesa. umeanza kupata pesa, ndio huyo umekimbilia kununua gari. at the end of the day, gari italeta nini? Wewe pata pesa, ekeza pesa, nunua shamba. Pata pesa, ekeza pesa, anza kujenga Jenga hata kama ni rentals. Jua uko na rumu sita mahali, uko za kukodisha, hizo rumu sita kwa kila msho wa mwezi, sikiwa zaleta elfu, tayari unayo 1030 lakini umeleta umenunua gari, gari liko na expenses zake, mafuta, maintenance, nini, kila kitu. Ndugu wakimbilia kununua gari na bado uko kwa nyumba ya kukodi. Jamani, wafikiriaje? Watumiaji akili yako hmm. Nunua gari ukijua ushajenga kwako, sietu wanunua gari ukiwa kodi kuwafurahisha watu. Hii maisha usiishi kufurahisha mtu, ishi kujiinua siku baada ya nyingine. Go a level after the other, improve than yesterday, don't do things to surprise people, no. Yes. So, nisikie vizuri, natumai ujumbe umepata. Ukianza kuomoka ukianza kuona wafikia nyota yako, fanya mambo yatakufanya upate pesa, sio tu unaenda kununua vitu zenye watu wataona uko nazo. Gari itakusaidia kuenda kuishi kwa apartment expensive itakusaidia. Fanya kitu yenye itakua inaleta kitu eh? Fanya biashara yenye itakuwa inaleta pesa. Asante sana. Ujumbe huo mkali baba.